Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunaenda kutafakari neno la uzima, ambapo tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo ya ole wa mwisho ulimwenguni. Sehemu ya kwanza nilikuhabarisha kwamba tunaenda kuangalia mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika dunia hii ambayo ni mambo ya kustajabisha, ni mambo ambayo ni ya kishetani kabisa. Na sehemu iliyopita ya kwanza tuliangalia namna gani ambavyo kwa kweli dunia inapaswa kuonywa, tukaangalia kwamba kwa kweli mimi kama mtumishi wa Mungu nisipotoa onyo kwa ulimwengu nitahukumiwa mimi. Kwa hivyo ni vizuri nikaja na kuonyesha Biblia inasema nini, na tukaona namna gani ambavyo dhambi imeilemea dunia hii na tukaona magana ambavyo kwa kweli watu wanaishi wanavyotaka, lakini tukaona hatima ya dunia hii ambayo inatumainiwa ni kuangamia, na tukahitimisha kwa kusema kwamba bora tuende kwa Yesu, maana Yesu ndiye ana raha ya pekee. Siku ya leo tunaenda kuona sasa ni kwa nini dunia imechafuka kiasi hiki. Sehemu ya kwanza tumeona kwamba dunia imechafuka sasa, leo tunaangalia ni kwa nini dunia imechafuka kiasi hiki. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa sababu wewe ni mwema na unatufundisha masomo ya pekee taba kujifunza somo hili katufundishe tena kwa jina la Yesu, amina. Kitabu cha Isaya 24 na aya 5, 24 na aya 5 anaeleza tena dunia imetiwa unajisi na watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Neno la Mungu naeleza kwamba ni kwa nini dunia hii imechafuka sasa kiasi hiki. Shida iko wapi? Nasema watu wameziasi sheria za Mungu, lakini pia pia wameibadili amri. Tatu, wamelivunja agano la milele. Ndiyo maana siku hizi unapoangalia hata vizuri amri za Mungu na sheria za Mungu, yaani hazitiliwi maanani kabisa. Unapoangalia habari ya usizini, watu hawajali kabisa, yaani watu siku hizi, nitoe tu mfano, wanaume siku hizi wanapokuwa na wake zao kwenye ndoa, wenyewe wanasema wakitoka nje ya ndoa Yani wakipita waki na mwanamke mwingine ambaye sio mke wao, wanasema hiyo ni dharura. Yaani amri ya usizini imeweza kuhafifishwa tena, yaani haina makali, yaani wanasema wenyewe ni kawaida, ni dharura tu, ni mejesi. Sikiliza, siku hizi, siku hizi kuheshimu wazazi yaani ni kitu ambacho hakipo kabisa. Yaani mtoto anapoambiwa na mzaa jambo lolote, anasema mdingi naye, yaani anasema wakukuuzia ak, akijua kwamba hakuna shida yoyote. Watu siku hizi hawaogopi kuvunja amri za Mungu. Sikiliza, hata habari ya kuiba ni useme sasa, watu wanajichukulia tu, wanase, am, mtu anasema amechukua kitu cha mtu, sio ameiba, amechukua. Hii ni namna ambavyo watu wameasi sheria za Mungu, wamebadili amri mpaka wamevunja maagano, hata agano la pekee la ndoa. Siku hizi mtazamaji wangu, we ni shahidi, siku hizi kuna ndoa mpaka za mikataba. Yani siku hizi watu wanaona leo, kesho wanaachana, wana na huku wanasema wamefunga ndoa. Yani hii ni namna gani ambayo nakuonyesha kwamba watu wamebadili, wamebadili wame agano na wamevunja agano. Ndoa ni agano kati ya mume na mke, Mungu anasema mpaka kifo kikutenganisha. Lakini leo mtu anaoa, anaoa kwamba huyu mke hafai, anaenda kwingine, anaenda kwa mpaka chakusikitisha, watu watu wamefungishiwa fung, wame ndoa mara mbili au mara tatu tena makanisani na huku wake zao wa kwanza wako hai. Hii namna gani ambavyo dunia hii imechafuka imebadili amu imevunja magano ya milele. Sikiliza, hii ni sababu kwa nini wanadamu wote wapo katika dhambi. Yani, sababu hii inaonyesha kwamba wanadamu wote wapo chini ya dhambi. Tunapoangalia Warumi 3:22-23, Warumi 3 na ile aya 22 na ishirini na tatu. Anasema anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna torati, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kwa nini mambo yanaendelea yote haya, watu wana, wanaishi pasipo kujali maagizo ya Bwana? Ni kwa sababu wote wametenda dhambi, yaani mioyoni mwao ni dhambi tu, hakuna kingine. Mioyoni mwao mwovu ametawala, na hii ilipatikana kule Edeni. Hii kwa nini watu wote wanaonekana sasa kwamba wametenda dhambi ni kwa sababu ya kule Edeni. Unapangalia vizuri kitabu cha Mwanzo sura ya tatu utaona namna gani ambavyo mwanadamu aliyewekwa kwenye bustani ya Edeni ambaye alikuwa ni mkamilifu akaambiwa kwamba atakula matunda yote ya bustani, lakini asile tunda la mti wa katikati, ila yeye shetani alipokuja akamlaghai, akaweza kula lile tunda, na kwa namna hiyo sasa kisa cha, cha Edeni pale kinaeleza kwamba kwa namna hiyo sasa wanadamu wote wakaingia dhambini. Ndio maana unaona kuna shida nyingi. Sikiliza, baada ya Adamu kuingia katika uovu, baada ya Adam kumruhusu Shetani aweze kuingia katika maisha yake, nini ambacho Shetani alikuwa amekifanya katika dunia ya leo? Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 4, Wakorinto wa kwanza na ile sura ya nne. Sura ya nne. Sura ya nne na, na ile aya ya tatu na ya nne Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili na ile sura ya nne. na aya tatu mpaka ya nne anasema lakini kiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Anasema Mungu wa dunia hii amepofusha. Kumbe mara baada ya Adamu kuwa amekubali habari au ajenda shetani, kumbe sasa shetani alijitwalia utawala ya hii. Kumbuka mtazamaji wangu kwamba wakati wa uumbaji Mungu alikuwa amemkabidhi Adamu kwamba atawale dunia hii, aweze kuilima na kuitunza, atawale kila kitu ambacho kinaendelea katika dunia hii. Lakini mara baada ya shetani kuwa ameweza kumdanganya Adamu na Hawa na Adamu na Hawa akakubali hivyo, tunaona kwamba sasa shetani akawa Mungu wa dunia hii, akajitwalia mamlaka. Ndio maana unaona sasa mwanadamu anakuwa chini ya shetani mwenyewe kwa sababu shetani ndiye mtawala wa dunia hii sikiliza ndiyo maana ilifika mahali mwanadamu akawa anawaza uovu tu unapoangalia mwanzo sita aya tano kwa sababu shetani ni mtawala wa dunia hii ndio maana mwanadamu aliwaza uovu tu mwanzo sita mwanzo sita na ile aya tano mwanzo sita aya tano anaeleza Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Maana yake ni kwamba kwa sababu shetani ndiyo mtawala dunia hii, ndio maana sasa mwanadamu analoliwaza moyoni ni baya tu, yaani mwanadamu anachokwacho chochote moyoni ni baya tu, yaani moyo wake umetawaliwa na hila za Ibilisi, kwa sababu mwanadamu wa kwanza aliye katika uovu, hivyo kila anayezaliwa anakuwa katika uovu. Lakini pamoja na hali hii, shetani amedumu kwa wafariji watu, amedumu kuambia kwa, kwa watu kwamba haina shida, haina shida kutenda dhambi. Ndio maana watu hawajali wa kabisa kutenda dhambi. Hii inatupatia onyo Ezekieli kumi na nane Ih, Ezekieli na ile sura 18 aya 4 lakini pia na ishirini. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. roho ile itendayo dhambi itakufa. Nasema roho ile itendayo dhambi itakufa. Aya ishirini anarudia, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu mwanaye. Haki yake mwenye, mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Anaeleza roho itendayo dhambi itakufa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii ni tofauti na faraja ambayo imekuwa ikiendelea, watu wanapokuwa wanaishi katika dhambi wanafarijiana kwamba hakuna shida. Hii ni tofauti kabisa, lakini Biblia inatuhakikishia watu wa dunia hii, wakazi wa dunia hii ambao wanadumu katika dhambi hatimaye watakufa. Na ngoja nikuambie mtazamaji, hichi kifo ambacho kinaongelewa hapa sio kifo hiki ambacho tunaona E, mwi un unatengana roho sio hicho ambacho tu, tunazika watu hapana. Sio hicho, ni kifo cha milele, mauti ya milele, hiyo ndiyo hapo. Kwa hiyo, wote ambao wanadumu katika dhambi, yani madhara ya Ibilisi kwa wanadamu ni kwamba wanadamu wapate mauti ya milele. Sikiliza, mambo mbalimbali yanayoendelea katika ulimwengu hu ku, kusudi lake ni kupanua ufalme wa Shetani. Ndio maana kuambia kwamba masomo haya yatakuwa ni pekee sana kwa ajili ya kufichua mambo yote ambayo yanaendelea katika dunia hii ambayo yana hila za mwovu. Ndio maana somo nasema ole wa mwisho ulimwenguni. Sikiliza, mambo mengi sana ambayo yanaendelea na watu hawajali wa kabisa. Nitakupatia baadhi ya mifano ya mambo ambayo yanaendelea katika dunia hii, lakini watu wanadhani kwamba ni kawaida. Jambo la kwanza, shetani ameendelea kutawala dunia hii kupitia miziki, miziki ambao sasa imekuja inaitwa miziki ya kizazi kipya. Kumbe lengo ni kwamba ubongo uweze kutolewa hali ya Mungu, upelekwe katika hali ya ibilisi. Sikiliza, wanadamu alivyoumbwa, anapokutana msimko mkubwa, anapokutana na mdundo mkali, lazima akili yake ishtuke. Ndiyo maana naona sasa miziki hii iliyojaa sasa ni miziki ambayo kama dance, rock na mingine mingi lege ambayo inasimua mwili ikisha simua mwili, utakuta sasa watu wenyewe wanawaza wovu tu. Nasikiliza, lengo kubwa la miziki ni uzinzi. Ndio maana unapofatia vizuri hii miziki ambayo wanaita miziki ya kizazi kipya, yani wanapocheza hata uvaaji wake, yani wanahamasisha uzinzi kabisa, hata maneno yake tu, hata nyimbo zake tu. Yani, maneno yale yalivyotungwa ni kuhamasisha uzinzi tu. Kumbe kupitia miziki, shetani ameweza kuiteka dunia. Na ningoni kwambie, kupitia hii miziki ya kizazi kipya imesababisha mpaka kanisani imeingia, kwa sababu watu wengi wanaishabikia. Wanapokuwa wanaishabikia, ina sababu inapelekea sasa watu wanaposikia habari ya miziki ambayo ni nyimbo taratibu ambazo kumwabudu Mungu wanaona hawasisimuliwi mili yao, hivyo wanahitaji makanisani kuwepo na na miziki ambayo inawaamsha. Ndio maana leo kuna miziki, kuna disco kanisani, wanasema wanamchezea Yesu, kumbe hawajui kwamba shetani anatumia mbinu hiyo ili kusimua mwili, hatimaye watu waweze kuwaza uzinzi na yeye atawale katika mioyo yao. Sikiliza, Sio muziki tu, hata movie. Fuatia vizuri mtazamaji wangu, hata movie za za, siku hizi movie nyingi sana ambazo wanaita si bongo movie. Fuatia vizuri, utaona hakuna elimu yote tu. Watu wengi wamekuwa kishambikia movie, wanasema mara oh, movie zinafundisha. Ko niwambie, movie inaweza ikafundisha? Inafundishaje? Yaani kwa mfano wale ambao ni ni waigizaji wa movie, yeye mwenyewe ameshaachana na mke wake, ameachana na mume wake, anawezaje kufundisha mambo ya ndoa na wakati yeye mwenyewe ndoa yake ni ya mkataba? Atafundishaje mambo ya ndoa ya Mungu ambayo Mungu anasema ukishafungiwa ndoa ni mpaka kifo? Huyo mwigizaji huyo hataweza kufundisha mambo ya ndoa. Kwa hiyo jamii inapotoshwa kupitia muvi, wanasema kwamba muvi zinafundisha jamii. Huo ni uongo ambao shetani ameweza kuutumia lakini kingine pia ni tamthilia na sizoni. Watu wengi leo wamekesha kwa tamthilia, wamekesha kwenye sizoni, wasijue kwamba hii ni mbinu ya Ibilisi ambayo Ibilisi anatumia ili aweze kuweka mawazo hayo kwenye akili za watu, na anapoweka kwenye akili za watu, watu wanashindwa kusoma Biblia. Ndio maana leo utakuta watu wanafahamu kuelezea sizoni moja mpaka nyingine, vipengele vyote, lakini ukimwambia kusoma hata fungu moja tu, kulikali kichwani, hakuna. hiyo ni mbinu ya shetani. Sikiliza, lakini pia ametumia kwenye ulafi na ulevi. Dunia hii imetawaliwa na shetani kupitia ulafi na ulevi. Watu wengi siku hizi ni walafi, watu wanakula chochote kile. Ndio maana mpaka vitu ambavyo Mungu amevikataza watu wanakula, kwa sababu ni mbinu ya ibilisi. Watu siku hizi ni walevi kupindukia, kwa sababu shetani anahitaji aweze kuwateka ubongo wao. Mbinu nyingine ni tamaa ya mali tabaama kupitia kupitia kutafuta mali watu wanasema, siku hizi wanasaka maokoto, wanasaka maokoto ndio. Lakini wanasaka mpaka ambapo hayapaswi kusaka, kwa sababu mtu yuko radhi, yuko bize kutafuta hera na wakati huo iba, ni muda wa ibada. Mtu yuko radhi kuacha ibada, anaenda kutafuta hera. Hiyo ni mbinu ya Ibilisi. Watu wanapokuwa wamebarikiwa na Mungu wamepewa majukumu mengi ya kutafutia hera hivyo wanajikuta wanasema, niko bize kumbe, kwamba mambo hayo ambayo Mungu amewapatia kwamba yawapatie hela. Kwa sababu watumishi wa Mungu wana njaa, hawana hela, watafanyaje watakapohubiri injili ya kweli? Maanake ni kwamba washirika wao watawakimbia na washirika wao hawatawasaidia baadhi ya mahitaji yao. Kwa hiyo wanaona kwamba ni bora wapunguze injili ya kweli. Maanake ni kwamba kwa sababu ya tamaa ya mali Ibilisi ametawala. Nasikiliza, watumishi wa Mungu wanaposhindwa kuhubiri njia ya kweli makanisani, wanaendelea kuongeza washiriki makanisani ambao ni waovu, huku wakijifanya kwamba wataenda mbinguni. Na katika vipindi hivi mfululizo wa masomo haya mbeleni huko, masomo yajayo, nitafunua vizuri hii hatua kwa hatua, kwa nini inafanyika hivi. Lakini pia jambo lingine ni elimu. Kupitia elimu, shetani ametawala dunia. Watu wanasoma, wanasema kwamba elimu kwamba, kwamba unapokuwa unavaa unavaa nusu uchi ndipo utaonekana, kwamba ukivaa nguo ambayo inakushepu vizuri, nguo ambayo ni nzuri ndefu, kama hasa kwa wanawake, ukivaa nguo nzuri, kwa wanaume suruali ambayo ni pana vizuri, wanasema wao ni ushamba wa zamani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba habari ya elimu imekuja kubadilisha kwamba unapokuwa na elimu nzuri inatakiwa ubadilike muonekano, na unapobadilika muonekano nini, inatakiwa uweze kuwa mjanja na kuwa mjanja katika jamii hii, katika dunia hii iliyoasi ni nini? Sikiliza, wana, ni kuwa mwovu. Sikiliza, wale wote ambao unaona siku hizi wanajiita wajanja katika dunia hii na ambao wanasifiwa ni wale ambao wameacha amri za Mungu, na kwa namna hii shetani ameendelea kutawala, ameendelea kutawala. Sikiliza, mtu wa Mungu kwa sababu hii sasa, kwa sababu yote hayo nimechafuka sana. Lakini Paulo anakuja, anatupatia ujumbe wa pekee. Tuko maaliza somo hili. Sikiliza, Paulo anatupatia ujumbe wa pekee, kitabu cha Warumi saba 24. Warumi saba 24, 24 anasema Ole wangu masikini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Paulo alipoona hivyo kwamba wakati fulani anapotamani kutenda jambo jema hatendi, anapoona uovu unaendelea katika dunia hii, anasema ole wangu masikini mimi. Natamani mtazamaji wangu, unapoona habari zote za ulimwengu zinapoendelea hivi, unapoona uovu unazidi katika dunia hii iliyochafuka, lazima utafakari, ole wangu ole wako, utafanya nini ili uweze kuepukana huu uovu? Ndipo Paulo anamalizia kwenye kitabu cha Warumi nane aya kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao waliokatia Kristo Yesu. Sikiliza mpendwa, wito wangu wa somo hili ni kwamba utakapompokea Yesu anasema hakuna hukumu ya adhabu. Somo lililopita amesema dunia imewekwa akiba kwa ajili ya moto, itaangamizwa, lakini wale wote ambao watampokea Yesu anasema hakuna hukumu ya adhabu. Na sikiliza, unapon katika dunia hii ukimwamini yesu tu, hakuna hukumu ya adhabu kwako. Mpokee Yesu leo mpendwa, mwamini yeye, atakupatia uwezo wa kushinda dhambi, hatimaye utakuwa mkamilifu, utakuwa mtakatifu na Yesu akija mara pili atakuokoa akupeke mbinguni. Basi tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa namna ambavyo tunashukuru kwa sababu unatufundisha masomo haya ambayo ni onyo kwa ulimwengu. Naomba kwamba utafundisha pia hata watazamaji wetu kwa jina la Yesu. Amina e.